Niongee yani, jambo kidogo na ndugu zangu au jamii au watu ambao wana moyo na kutaka kuja kwa ajili ya nchi za mbali au chochote unachotaka kufanya. Kwa kweli, siri ni kitu cha maana sana, tunaita ile ni siri sirini. Kuna siri ambayo inatakiwa uifanye siri na iwe sirini kwelikweli, kwa sababu hata kitu, asilimia nyingi vitu ambavyo vina vimefichwa huwa vinakuwa vina ni vizuri zaidi vinakuja kutokeza, vinakuwa vizuri. Tufanye mfano wa nazi, kwa kiungo ambacho watu wengi wanaotumia nazi, unakuta nazi ina ladha sana kwa sababu yani, mpaka uipate ndani kule, nakuja kuingia chakula chako, umetumia kazi kubwa mpaka kuja kuijua. Kwahiyo inamaana vitu vingi ambavyo tuna struggle sana kupambana kuvitafuta, tuvifanyie siri, sio kila kitu kikuweka hadharani, inakuwa ni ngumu kutekelezeka kwa haraka inakuwa ni ngumu kutendeka kwa haraka. Vitu vingine ni ni siri, na siri yako sasa. Usifanye siri pale, we tafuta tawi. Tawi ni wale ambao wako mbele, waliokutangulia kule sehemu ambayo unataka kwenda, unataka kufanya kule, ndo watu wa kuwatafuta, au kitu cha kutafuta ambacho kitakuwa kinakupeleka mbele zaidi. Lakini ukipambana hapo hapo kwako saa zote, yani kitu kile ambacho hata kama hujakifikiria ukip... Ujajua kwamba muda gani utakitekeleza, unaanza kutoa siri, siri, siri, siri, siri. Kwa kweli unaweza ukachukua muda isifikishi kokote, sikufikishe mbali. Na hata ukijichunguza kama wewe ni mtu ambaye ni mwepesi wa kuhadisia hadisia mambo yako yani, kitu kidogo tu umekiweka hadharani ya lakini, ukijijali wewe mwenyewe ukifanya mambo yako kwa siri Eh, vile vitu ambavyo unataka kuvifanya viende mbele, pambana na ule wa mbele yako na kila hatua dua, na kila hatua andika, basi jiandike hata kumbukumbu yako mwenyewe kwamba nimeongea na hapa yani, nimefanya hiki nimefanya hiki, na pia kufuatilia hatua. Unaweza ukawa una jambo unataka kulitekeleza, utekelezi zile hatua zifuatazo. Uchukui hatua yoyote, uko tu hapo umekaa unasema mimi nataka hiki, mimi nataka hiki, mimi nataka hiki huwa vitu havitaki, yani wewe ndio unavitaka. Kwa kitu unachokitaka inabidi ukifuate, unafuata. Kwa nini? Kuna matendo, kuna maneno, kuna hisia yako. Inatakiwa nafsi yako ijaze kile kitu ambacho unakitamani kukitekeleza. Matokeo utakiona, kinaenda sawa na kinatekelezeka na kina kinakamilika kina Watu wanaposema ndoto, ndoto ziko za aina mbili. Kuna ndoto zile ambazo ni maisha yako unaowazia kwamba nataka niwe nani baadaye, unapambania kwamba una, una unataka uwe nani. Ile ni ndoto. Na ndoto pia ile ya kusema umelala usingizi umeota. Sasa usipolala utaota eh? uweze kupata ndoto, au usipopambania kile kitu ambacho umekitarajia kama ulivyopambania kutafuta usingizi, kwenda kutafuta sehemu ukalala ikakujia ndoto na vile vile hicho ki, kitu ambacho unataka ukipambania ukitekeleze mbele yako, ambacho ni ndoto. Kwa sababu tunaongelea ndoto, nini kitu ambacho bado hakijaonekana kwa macho, hujakikamilisha, ndio maana inaitwa ni ndoto. Kwa hiyo inatakiwa ukifuatilie. Kama mtu anakwambia nililala, nikaota ndoto, na kuna mwingine kabisa utakuta anakwambia masiara ah fulani, liyamini, nikio, ni jambo fulani hata siliamini nikio mpaka niote Wako watu wanaishi kwenye maisha yao, anakwambia mpaka niote jambo, mpaka niote. Kwa hiyo anaenda kufuata usingizi ili aote apate njia yake. Na wewe ambao unatafuta njia jichote, ya kufanya chochote kwa ajili ya chochote, basi tafuta njia, anza, usikate tamaa, inuka, simama, ongoza Mungu atakufanikisha.